Bwana Zailisa na Manara, e, penzi lao kwisha maneno, mtazamaji e, penzi lao halijafikia kwenda mbali sana e, haya yote ni maombi ya Dula Makabila sababu Dula Makabila ndio kumbuko, ilikuwa ni mpenzi e, wake Zailisa wa zamani, alikuwa ameolewa na Dula Makabila e, meolewa kwa ndoa kabisa kabisa, alikuwa ni mpenzi wake wa lali, lakini baada ya kuachana tu E, basi mambo yakawa ni mengi. Baada ya kuachana akakuja akapatana na huyu eh, mzee ambaye anajulikana Hajis Manara akaweza kumwoa na wamemwoa, hawajamaliza hata mwaka eh, lakini maneno ya Dula Makabila akawa ni mengi pale mtandaoni, kila siku akitunga nyimbo, anamwambia huo mzee atakufa a Zaylissa nitamrudia, ah, yani Dulla Makabila huyu sijui alifanya nini, alifanywaje na huyu Zaylisa, lakini si alimwacha? Sababu ukisikiza kauli za Hajis Manara, Manara anakuambia kwamba Dulla uh, makabila mwenyewe ndio ambaye aliweza kumwacha, ndio ambaye aliweza kumwacha huyu Zaylisa. Sasa baada ya kuwachwa uh, huyu mzee wa Yanga ambaye anajulikana kama vile Haji Manara akaona, bwana, ni heri amhifadhi, sababu alikuwa anatafuta bibi achwa, na kule mke tayari ashaachwa na yeye akaamua kumchukua, akaweza kumuoa tena kwa ndoa nyingine. Sasa akawa ameolewa na Haji Manara, lakini ni mke wake kabisa kwa halali na ameweza kumuoa kwa kufunga ndoa. Sasa Dulla ni kama alikuwa hajaridhika haja na maamuzi yake ya kumwacha Zaylissa sababu kila muda kila muda alikuwa akitexti sana akituma meseji hadi Manara anasema kwamba meseji zake naziona na siku moja nitaweza kuziweka wazi, na kuna wimbo pia lilioweza kutunga huyu Dula Makabila akasema kwamba moyo unamfanya amkumbuke Zaylissa e, lakini usijali sababu Manara atakufa na watamrudia wata Zaylissa wake. Sasa mambo yakawa ni mengi sana. Sijui kwa nini Dula Makabila alimwacha Zailisa akaweza kuolewa na huyu Manara. Aa, wakati, wakati Zailisa yupo na Manara, basi mambo yakawa ni bul bul kiukweli e, sababu Manara alikuwa anazidi kutambia watu kwa kusema kwamba mke wangu mimi e, ni mke mzuri na hatuwezi kuachana. Dula Makabila Kuomba sana, tuzidi kuachana. Lakini mpaka sasa mtazamaji, tayari wameshaachana ama itakuwa ni huyu Dula Makabila ameenda kuroga? Maana huyu jamaa anapenda sana mambo ya kuroga roga huyu e, mambo ya uganga uganga na ushirikina, ushirikina. E, Dula Makabila anayapenda sana sasa hivi mtazamaji e, Manara a, chombo cha Manara kimeweza kuondoka yani hawako tena pamoja He bwana, ni kupitia upande wa wa, wa Zaylissa, Zaylissa a, juzi nimepata nafasi ya kumhoji, lakini vitu wanavyonielezea ni vitu fulani ambavyo uh, havieleweki, sababu yeye mwenyewe anasema kwamba anashukia sana kuolewa na na Dulla Makabila uh, na pia anashukia sana kuolewa na huyu uh, mwanamume wake ambaye anajulikana kama vile Manara a, sababu ya kuchukia ni kuwa hii kuolewa olewa kila saa ina inamharibia ina CV mtazamaji. So unajua kama mwalewa ndoa ya kwanza kaachwa, alafu ndoa ya pili pia mwalewa kaachwa. Sasa yani inakuharibia CV. Hata kama mwalewa tuna wanaume wawili, lakini watu wanasema yule kazi yake tu ni kuolewa na kuachwa. Hana mpango wote hapa mjini. E, msimshoboke. Sasa Zaylissa anasema <coughs> anasema kwamba Dulla Makabila anamharibia CV na hata pia Manara ana, yani sana sana Haji Manara ndo anamharibia sana sababu Manara ndo alimuoa, uh, alimuoa, uh, mara ya yani, alimuoa sijui nikuelezeje mara ya pili. Yani, kwanza aliolewa na, na Makabila, alafu mara ya pili akaolewa na Haji Manara. Sasa anasema hii ya Manara inamharibia sana sana sababu mara ya kwanza aliachana na Dula, alafu mara ya pili akaachana na Manara. Sasa nasema hii ya Ajmanara inamharibia sana sana CV, kwa inafanya, yani, kila mtu aseme ya kwamba yeye kazi yake tu ni kuolewa na kuachwa. Bwana e, zidi kunikomentia hapo kama unahisi anachokiongea zaidi sana ni kitu cha kweli, e, basi dondosha komenti yako kupitia comment section ya Umbea Media TV, inazidi kukupa matukio kamili.